Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema serikali itaendelea kuandaa mazingira mazuri na kuimarisha maslahi ya wahudumu wa afya ngazi ya jamii ili waendelee kutoa huduma kwa jamii kwa ufanisi. Kufikia dhamira hiyo, Rais Dr. Mwinyi ameagiza Wizara ya Afya kuwa na mipango endelevu ya kuhakikisha mafanikio yanapatikana kupitia wahudumu wa afya yanaimarika zaidi ili kuyafikia malengo ya serikali. Rais Dkt. Mwinyi amewasisitiza wahudumu hao kutumia elimu na ujuzi walioupata kuwahudumia wananchi kwa ufanisi, weledi, pamoja na kuvitunza vitendea kazi walivyopatiwa ili huduma ziwe endelevu. Utoaji wa huduma kupitia hudu, wahudumu hawa wa afya ngazi ya jamii utachangia sana katika kuchochea mabadiliko chanya ya afya na kufikia maendeleo endelevu nchini. Nafurahi kuona kwamba dhamira hii ya serikali haikuishia kwenye mipango bali imezalisha matokeo halisi ya uimarishaji wa utoaji wa huduma bora kwa ngazi zote. Ni jambo jema kusikia kuwa katika shughuli hii ya leo pia tutazindua huduma ya rufaa ya dharura kwa mama wajawazito na watoto wachanga kutoka kwenye jamii kwenda kwenye vituo vya afya. Huduma hii nayo na pia itatekelezwa na wahudumu wa afya ngazi ya jamii kama tulivyoelezwa. Ndugu wananchi na ndugu wa hitimu, kufuatia uzinduzi huu, wanajamii na wahudumu wa afya ngazi ya jamii watapaswa kuitambua na kuitumia vyema huduma ya namba moja moja tano kwa ajili ya huduma hizi za rufaa ya dharura kwa makundi tuliyotangulia kuyataja. Hakika hii ni hatua kubwa na muhimu katika kutekeleza katika utekelezaji wa mpango wa wizara katika azma ya kupunguza vifo vya mama na watoto wachanga nchini. Naye waziri wa afya Mheshimiwa Nasor Ahmed Mazurui amesema kupitia wahudumu wa afya ngazi ya jamii, Zanzibar imepiga hatua muhimu ya kuwa na huduma za msingi kwa wahudumu wenye uwezo ikiwemo kutoa huduma za dharura. letu ni kuwa na wahudumu elfu tatu kwa hivyo tunakwenda wa moja bajeti zetu, mpango wetu, lakini mwisho wake tutakuwa na huduma elfu tatu ambao watatoa huduma. Kila mhudumu mmoja ataweza kuhudumia kaya mia tano. Mheshimiwa Rais, serikali kwa sasa inawatambua rasmi wahudumu hawa kama ni watendaji wa afya katika ngazi ya jamii, na tunaweza kujivunia kwa sasa kuwa majeshi mahiri, wakomavu na wazalendo wa kupigania afya za wananchi kwenye kila shehia, kila kitongoji, na hata kwenye ngazi za familia. Huzaima Khamis, Asam Online TV.